Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdalla Mwaipaya akimwakilisha mkuu wa mkoa Kanali Patrick Sawala, katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika katika viwanja vya Mashujaa, manispaa ya Mtwara Mikindani. Naamini tukishikamana na tukasimama katika misingi mila na desturi zetu, naamini na twende tumgeukie Mwenyezimungu kwa imani zetu, naamini kabisa katika makanisa yetu katika misikiti yetu sote tunaelekezwa na tunaamrishwa kufuata maadili mema yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Awali akizungumza katika sherehe hizo, kaimu katibu tawala mkoa wa Mtwara na njiva Nzunda amesema serikali inatambua usawa wa kijinsia katika kutatua changamoto kwenye jamii kwa kuandaa sera mbalimbali mbali. Serikali ya awamu ya sita inaendelea kushughulikia changamoto za kijamii kwa kuhakikisha ushiriki wa makundi yote katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya kifamilia, kijamii na taifa kwa ujumla. Baadhi ya juhudi zilizofanywa na serikali ni pamoja na kuandaa sera ya taifa ya maendeleo aa, ya jinsia ya toyola mwaka 2023, sera ya maendeleo ya biashara ndogo na zakati ya mwaka 2023, sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi sisi mkoa wa Mtwara, katibu wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Mtwara Modesta Mwaya ametoa wito kwa wanawake kwa nia nafasi za uongozi katika ngazi za udiwani na ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Naye mwakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoa wa Mtwara Baltazar Komba amesema ni lazima kukemea ukatili dhidi ya wanawake wanaofanywa na wanaume. Sisi wanaume, baadhi yetu tuepuke kuwatendea ukatili wa kiuchumi wanawake. Ukatili wa kiuchumi ni ile hali ya mwanamke kushiriki kwa dhati na juhudi kubwa kuzalisha mali ikiwemo shughuli za shamba, lakini wakati wa kupanga, kupanga vipaumbele vya familia baba upanga peke yake au na watoto wachache wa kiume sherehe hizo zimeenda sambamba na ugawaji wa mahitaji mbalimbali kwa watu wenye uhitaji kutoka taasisi na mashirika mbalimbali mkoani Mtwara. Mimi naitwa Juma Mohamed i zote kali za siku za kusisimua kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.